Kwa basi. Hakuna duniani daktari a habari ya muda huu inaitwa Meja Mwaihojo, jina la kidaktari hilo meja tu imezidi kila kitu. E, yaani kitendo tu Yani, kwanza mimi ndio mwenyekiti msaidizi, lakini ndio founder wa hii uh, hii taasisi manaake nimezidi eh, Yanga hajawahi kuongozwa na Simba sehemu yoyote. Kwa hiyo yeye amejisifu ni mwenyekiti, lakini mimi ndio founder. Kwa hiyo kwa, kwa kuanzia hapo tayari goli la kwanza hilo. <laughs> goli la pili ni kwamba tumewafunga mara sita mfululizo, kwa hiyo Uh, ujue ukishakuwa una fedha haijawahi kucheza. Ninachokisema ni, ni mbona mpiga mapanga, yani mara sita mfululizo, maanake tunakwenda kuanza msimu wa kwanza wa sisi mashabiki wa Yanga kwenda kuongeza maumivu, na ndio maana hii uh, taasisi ya Jakaya uh, Kikwete taasisi ya moyo imekuja kuleta suluhisho kwa, kwa ndugu zetu hawa na, na nimetengeneza umoja huu kwa ajili ya angalau nao wapate faraja, kwa sababu gharama za, za matibabu ya moyo ni, ni, ni kubwa, lakini mheshimiwa eh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Mama Samia Suluhu Hassan ametuletea ame unafuu, kwa sababu wanajua hawa wenzetu wana changamoto hiyo ya magonjwa ya moyo na sio magonjwa ya moyo tu, na magonjwa ya akili kwa hiyo kama kuna kitengo cha magonjwa ya akili hapa pia, pengine kishirikiane na Jakaya Kikwete kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu, nawakaribisha na? <laughs> na mashabiki nawakaribisha mashabiki wote KMC tarehe 21 kuja kuangalia. Mashabiki dadi, karibuni sana, na wengine walioko kule nyumbani ambao hata sio mashabiki wa mpira waje na wenyewe wapate nafasi ya kupima, kwa sababu nia kubwa ni kuhakikisha watu wanakuwa na afya njema mapema kabla hawajapata matatizo. Kwa hiyo naomba tuzidi kuwafahamishana. Leo umeshasikia, mwambie jirani yako, mwambie naye. Sio lazima aingie kuangalia mpira, lakini atumie nafasi. Asante. <coughs>